Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu wapendwa, baada ya kujiandaa mioyo yetu tangu mwanzo wa Kwaresima kwa njia ya toba na kwa matendo ya mapendo, tunakusanyika leo ili tuanze kukumbuka pamoja na kanisa zima fumbo la Pasaka ya Bwana wetu, yaani mateso na ufufuko wake, walipoingia katika mji wake wa Yerusalemu ili atimize. Kwa hiyo tumfuate Bwana wetu, tukifanya kwa imani yote na uchaji kumbukumbu ya lile tendo lake lenye kuleta wokovu la kuingia Yerusalemu, ili baada ya kushiriki msalaba kwa neema yake tushiriki pia ufufuko na uzima wake. E, e Mungu Mwenyezi wa milele a, takatifuze haya matawi haya kwa baraka yako, ili sisi tunamfuata Kristo mfalme kwa shangwe tupate kufikia Yerusalemu ya milele, kwa njia yake, anayeishi na kutawala milele na milele.